Asema hei, Bwana Yesu, baba wa rehema, Mungu nayeishi, ninakuja mbele zako, naleta maombi yangu kwako, nikija kwa moyo wa rehema na moyo wa kuomba. Sema he, Bwana Yesu, uko uovu ambao sijawahi kuujua, lakini wewe ukiangalia unauona ndani yangu, umefanyika kama udhaifu, lakini umeletwa na roho za kuzimu lakini umeletwa na roho za kurithi, lakini umeletwa na oh, roho zilizo kwenye eneo. Sema ye Bwana Yesu, mbona sioni watu wakiomba? Sema ye Bwana Yesu baba wa rehema, hizo roho za uovu zinazopambana na mimi nisizozijua ninaziombea rehema, ninaziombea toba kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu. Sema ye Yesu baba wa rehema, naomba unifinyange, naomba unifinyange utu wangu wa ndani, zile roho za uharibifu, roho ya hasira, roho ya hofu, roho ya choyo, roho ya tamaa, roho ya wivu iniachie. Roho yoyote ambayo sijui kama ninayo, lakini wewe Bwana unajua, ukaondoe hizo roho. Ukaondoe hizo roho zinazoleta uovu zilizoweka zina uovu ndani yangu katika jina la Yesu. Haya, omba omba omba, omba, kwa ajili ya roho ambazo huzijui zinazosubiri muda maalum, zitibinike kwa damu ya Yesu. Omba kwa dakika chache, rabakatabwashakatarabaya Baba, katika jina la Yesu, roho zote za uharibifu zilizojificha ndani yangu na zikemea kwa moto na kwa damu ya Yesu, wale walioletwa kutoka kuzimu, zile ru gizwa kutoka roho, roho ya tamaa, roho ya uvivu, roho ya uvivu, roho ya kukata tamaa, roho ya hasira, roho ya choke, acha kwa damu ya Yesu. marota bakazekeri bregadia rando shakora bakazekerima mashaka ribokatori bakati jandori mandori mashaka ribokotebrigadia lo

Moto pita kwa jina la Yesu! Moto pita kwa damu ya mwanakondoo, ukaondoe hizo roho, ukaondoe hizo roho kutoka kuzimu, hizo roho zilizojificha ndani ya miili yetu, hizo roho zilizojificha ndani ya nafsi zetu, hizo roho zilizojificha ac achia mwili wangu mwili wangu ni hekalu la Bwana, hautakuwa kibebeo cha roho za kuzimu, hautakuwa kibebeo cha roho na tabia ovu, kwa damu ya Yesu, kila aina ya uovu, kila aina ya uovu, toka achia, toka achia, toka achia, roho ya hofu achia, roho ya hofu achia, roho ya mashaka achia, roho inayopingana na imani yangu na na kupelekea moto, na kupelekea moto, achia, kwa damu ya Yesu, ndio vinatoka vinaachia kwa damu ya Yesu repaka kila pando ambalo baba wa mbinguni hakupanda litang'olewa. Pando lolote la uharibifu ndani ya mwili wako ndani ya nafsi yako ndani ya roho yako liondoke kwa jina la Yesu. Omba wewe, ondoe hilo pando, ondoe hilo pando, ondoe hilo pando, ondoe hilo pando, roho ya wivu, roho ya wivu, roho ya tamaa, iachie kwa damu ya Yesu, rabaka rimando hakurabakatirimashaka moto unapita kwa damu ya Yesu, moto unapita ule, moto unapita ule, moto unapita ule, moto unapita unaunguza hizo roho kutoka kuzimu, unaunguza hizo roho ambazo sio za Mungu, unaunguza hizo roho za mashetwani za majini, majini yaliyokuja kama roho za uovu, mashetwani yaliyoingia kwenye miili ya watu kama roho za uovu, achia kwa damu ya Yesu zilizotumwa kutoka kwa wachawi, zilizotumwa kutoka kwa waganga ili kuwawekea watu uzito wa ibada, roho za usingizi bandia, roho za usingizi wakati wa maombi, roho ya kusinzia wakati wa kusoma neno. Ile roho toka, achia kwa damu ya Yesu, ndio eroka tapakasakata epkati ya maroko tapasakata Mahali popote walipokaa, mahali popote walipojificha, wanaondoka. Walikoshikilia, tunaondoa hizo roho. Wale majini waliopewa ubani, wale majini waliopewa waliokuwa wamekaa kwenye hizo tabia za uharibifu wanaondoka kwa jina la Yesu. Wale majoka wa kuzimu wanaondoka kwa damu ya Yesu, wanaachia. Ziko roho zimeshikamana na roho ya uzinzi, ziko roho zimeshikamana na, na roho ya uovu ya uvivu. Unajaribu kutoka hauwezi, unajaribu kuacha dhambi hauwezi. Leo tunazishughulikia kwa moto, leo tunazishughulikia kwa moto, zinakuachia. Hiyo roho ikuachie hivyo vifungo vya uovu, hiyo minyororo ya uovu Yesu ikuachie kwa damu ya Yesu ikuachie kwa damu ya Yesu ikuachie kwa damu ya Yesu hiyo roho ya hofu neno la bwana linasema mungu hakutuumbia roho ya hofu maana palipo na hofu hapana upendo na penye upendo upendo hutupa mali hofu roho ya hofu ni kutoka kuzimu roho ya hofu kutoka kuzimu ikuachie iliotuma na majini ili otuma na masharifu ili otuma na masibiane ili otuma na manzura Fire!

Reba kata pa shaka tarabaya, rimama shika rape kadia. Ukato pa kozata, maamuzi mabaya, maamuzi ya kukurupuka, roho ya maamuzi ya kukurupuka, na washa mopo. Wamekutegea roho ya maamuzi ya kukurupuka. Kila kitu unachofanya unafanya kwa kukurupuka, unapata hasara, unaharibu. Natemea hiyo roho. Hizo roho ziache, hizo roho ziache, hizo roho ziache. Ziache kwa watoto wangu, ziache kwenye nyumba yangu, ziache kwa familia yangu. Roho kutoka kusimama.

roho zinapelekewa moto zinapelekewa moto zinapelekewa moto, roho ya uzito wa ibada, roho ya uvivu, roho ya kuchukia kanisa, roho ya kuchukia ibada, achia. Yesu, napeleka moto, natuma moto na utuma moto, moto wa Bwana, moto wa Bwana, ninatenganisha hizo roho, nazitenganisha na roho yako katika jina la Yesu wa Nazaret, alia hai.